Tunazungumza michezo hii ni Chapesa Media. Mimi naitwa Waziri Tambiko, nyuma ya kamera director Runda. Ndipo na Mkude Simba shabiki na mwanachama kindakindaki wa klabu ya Simba akijipa jeuri hii, tumevuka na tunavuka tena. Mkude, kwanza kwema. Kwema ndugu yangu, leti hapa. Mambo mengine? Ah, alhamdulillah, tunashukuru. Tabasamu yani la kutosha <laughs> <laughs> yani, la kutokana na hali ya jana. Mm. Eh, tabasamu la kutosha. Tuna raha hata uzito nimeongezeka. Serious. Mm. Nimeongezeka uzito tumevuka, mm hii mm. tumevuka yeah. Uliamini unavuka au hakika? kwa Mkapa atoki mtu mm. kwa Mkapa hatoki mm. mtu. Kwa hiyo lazima tuseme hii tumevuka mm. na tunavuka. Dakika 90 zilikuwa za namna gani Mkude? Maana dakika 90 za Simba Sports Club zilikuwa za mbinde sana, goli mbili lakini kwa mujibu wa kanuni ilikuwa ni sare ya mbili mbili, mnyama akaenda penati. Ulitegemea kama mnyama anaenda tu penati Asilimia kubwa unapotaka mashindano ya kuvuka, yani yenye knockout, kama ulifungwa mbili, basi ukija kwako naye kwanza rudisha mzigo mm. wa mbili. Nimemrudishia mzigo wake, nimemwambia sasa tuvuke, ndio tena nimemrudishia mzigo wake, afu nikamwambia tuvuke, kashindwa kuvuka, mimi nimevuka. Ndio yale unayoona penalti ipo katika sheria kumi na saba za mchezo wa mpira wa miguu mm. yeye kwenye magoli mawili kule, moja lilikuwa la penalti mm na mimi huko imetokea penalti ndo kafungwa nimevuka. Mchezo ulikuwa namna gani wa dakika 90? mm. Mchezo burudani nimeuona kama ulivyouangalia na wewe pia, ndugu mtangazaji, na nilimuona mtu mmoja. mm. Yaani timu nzima nimeiona watu 11. mm. Lakini kuna mtu anaitwa Elie Mpanzu anatakiwa aongezewe jina, yule king of the football. Yaani king of the football, yaani ni mfalume wa mpira, si unanielewa? wa Yaani yule Mpanzu mm. Yaani ndio hicho nakwambia Mpanzu pamoja na timu nzima jana wamenipa raha. Raha sana, nimejisikia raha. Alichelewa Mpanzu kuja Simba. Yaani muda mrefu sana kwa jitihada. Mimi nilikuwa nashangaa Mpanzo kaenda Ulaya watu wanahangaika nayo. Huyu nani? Lakini mimi nahakikishia muda wetu tuko tunaotumia kwa huyu nimeuona. Kaleta vitu, yani kaleta vitu na kaniletea watu tukiwemo Mpanzo. Huku midfield pembeni kama unavyojua kuna mbavu Shabalala, mbavu Shomari Kapombe. Akitoka Shabalala nina noma. Yani sasa hivi sina sabu ambayo nitakaa nishiki mikono kichwani kama nimefiwa. Unafanya sabu, anaingia mtu anatoka mtu. Hey, ndio hicho kikubwa leo tunashangilia kama saa hizi, tumevuka. Na ingekuwa na kuna sheria ya nchi, anamfananisha Pimpin Kamara, alitakiwa na, na afungwe miezi mitatu, yani ndani miezi mitatu, kifungo cha miezi mitatu, ukimfananisha Pimpin Kamara

Amechukua mbili mbili, maana sisi penalti hatujakosa, wale ndio wamekosa. Tunaelewa sisi tumeshinda zote penalti zetu zote tumeshinda. Kuna penalti mimi nilikosa ba hata zote Unajua kama wale Waarabu niliwatisha? Kuna geti nilimwaga oili chafu. Kumbe? Ah, kuna geti nilimwaga oili chafu nikamwaga na unga wa sembe kilo shilingi 1400. Wakaogopa tupitie huko ameuva. Kule alikopita ndio kabisa ndio amepita kwenye asili sasa. Yani basi la BM mkawafa. Yaani basi la BM la Morogoro wa... ndio maana niliwaambia wale. Kama watatumia vitu vya Tanzania, hapa watoki. Kwa ile ile kauli ya Hassan Darari ya kusema Warabu tutawapelekea watu walefu. Kama Young Africans talipelekea watu wafupi, Warabu napelekea watu walefu. Ndio kauli ambayo imedhihirisha, Warabu hawajatoka Benjamin Mkapa sasa hivi. Hiyo kauli sina kumbukumbu, sina kama Yanga kama mliogopa watu wafupi sana naleta walefu. Kama mliogopa mbuzi tutaleta siku nyingine tembo ningine. Pale kuna siku atakuja tembo, sio naagopa mbuzi, kunitomeka tembo kwenye keli. Ili kauli ya mwaka robo mananga ya Africans walikuwa wanaita Simba Sports Club ni mwaka robo mwaka robo mwaka robo. Tena amedhihirisha kama sio nyinyi mwaka robo. Na kikubwa watu wanasema ulichonacho mtu anakikashifu na yule asiyokuwa nacho. Hii mwaka robo, mimi nimekwenda mara tano mara sita mfululizo. Yeye kafika hapo. Hivi tunavyozungumza leo anacheza. Na kama atashinda leo basi naye atafuzu kwa sababu naye prison jana sikashinda, ndio atakutana naenda prison. Si unielewe eneo hilo? Mimi naenda kukutana na Stella Bush South Africa kwa Madiba. <laughs> Mwenzangu, mwe, anaenda kukutana na prison nadhani. Kama ratiba itakuwa hivyo, sina woga sana yeah, anacheza saa moja hii. Akishinda anaenda kucheza na prison kumbe za ligi kuu nimejua naye anafuzu. Ndio maana nina raha mpaka sifahamu kama NBC leo. Kwa hiyo burudani ndio iko hivyo na mm -hmm. Kesho tena. Niko na mtu moja ta KMC baba mwenye nyumba kesho tarehe 11? Kuna fixture ya ligi hapa tarehe 11 niliona ilitoka kabla wamesogeza eh? Mm. Basi tarehe kumi na tatu nina shughuli na Stand United nani? Ha, Mbeya City. Mbeya City lengo langu ni mlipia Azam. Azam walinyanyasika na watoto wa sasa. Mimi ninawaomba radhi kidogo Azam, nitawasaidia kwa yule Mbeya City, nitamfanyia shughuli yangu kila kikombe kilichokuwa mbele na kitaka, kauli ya kocha na uongozi wa Simba, kila mashindano yaliyowekwa Simba akishiriki tunalitaka. Kwa mujibu wa kafu za renki, Simba Sports Club alikuwa nafasi ya sita, lakini jana Simba kufuzu kwenda nusu fainali, Simba anashika nafasi ya nne. Nafasi ya kwanza ikishikwa na Almas... nafasi ya kwanza ikishikwa na Al Ahly, nafasi ya pili ikishikwa na Mamelodi Sundowns, nafasi ya tatu ikishikwa na Esperance de Tunisia, nafasi ya nne anashikwa Mnyama Simba Sports Club. Kombe Navuka tena kwa sababu unavuka tena srabsi mimi naluka naye kamtoa mtu nilikuwa namtaka Zamaliki. Yaani nilikuwa namtaka Zamaliki lakini kamtoa kanisaidia kazi. Atakuja afu South Africa karibu natumia hata mabasi kwenda. Kwa hiyo unavuka tena. Hivi tunavyozungumza navuka tena, na simdhalau Stelaboshi simdhalau, hata siku moja nani tamwekea booster yote kuliko goli. Uliona maneno yake jana? Ah. Wale watu atari huku Yani kila assist ya watu. Yani huku kuna striker mrefu kuliko goli, huku kuna Mpanzu, king of the football, Mpanzu. Lalo huku chini kidogo huku kuna mtoto mmoja anaitwa Hussein Zimbwe Shabalala, Mohamed Hussein huyu. Nikiangalia kulia huku kuna mtu anaitwa Baba Esther, choma likapombe, asiozeeka. Chuna nerewa vizuri. Yani Baba Esther asiozeeka. Katikati kuna Kagoma. Astaghfirullah. Yani pale mimi namuita Ngolo Kante yule mtoto. Yaani namfananisha na, na Ngolo Kante, yani kazi yake na rangi yake. Na anachokinifanyia no. Ulaya wengine wamewahi tu. Ulaya wengine wamewahi, lakini Kagoma naye alikuwa atakiwa angalau amnamna hata Saudi Ligi ile Pro League pale Saudi akacheze pale. Ana uwezo huo. Sasa wengine wanakuja na kufananishia na ndio maana kumbe kuna klabu ililia walikuwa wanamtaka ali bwana mdogo. Leo nilijua umuhimu wake na jana pia nikata ndio maana kuna wakubwa tuliwatoa wa machozi. Yule mtu anajua yaani anajua kweli, sio anajua kidogo, anajua kweli, akishirikiana na wengine wote. Pa mimi nakula lawa tu sasa hivi Simba ukinipima kwenye uzito nimeongezeka kilo. Ile kauli ya kocha Fadlu Davids kusema Simba Sports Club inajengwa ni kauli ambayo ina, ina, ina, ina, ni kauli ambayo kwa mashabiki wa Young Africans sasa hivi ndio wamejua kama Simba Sports Club wapo serious, ila mwalimu Fadlu Davids anawapumbaza namna na fulani si tunajenga? Maana kujenga timu ni timu mpya, karibia watu kumi na wapya, ndio maana kujenga timu na mwalimu mpya. Sasa kama wamestuka, wame, wame, si tukisema wanajenga, wanajua nyumba imekamilika basi, ndio maana ameogopa mbuzi, wamesingizia wamemwona mbuzi. Ile yote ni mbinu tu, na aloa stua yule nani, mtoto mmoja, kuna timu iko every coast hapa, ndio ile wale aliotoka ali Aziz Ki ile timu imesema kabisa kafu kama tunapangiwa tusipangiwe. Simba anasema anajenga timu, timu anayo. Hao ndio wamestuka, mechi na mfupi, mfupi. Kwa hiyo, lile, kauli, sisi mara zimemwona mbuzi, nimemona mtu mrefu. Sisi wenyewe tunajenga timu, bado tunajenga timu, lakini sio kuwa tunajenga timu ndio kila kikombe tusikitake tunajenga timu na tunakitaka kilichokuwa mbele yetu. Tunataka kombe la shirikisho, tunataka kombe la CRDB, tunataka kombe la NBC na lingine nimesikia Zanzibar huko siji barua, kama itafika tutakwenda sisi la... mi yoyote yule nataka ni Simba Sports Club kufuzu katika mchezo, kwa hamasa kwa wachezaji. Huwa hata wachezaji wenyewe wote walikuwa wanataka maendeleo, bonus ni okay, inasaidia na inamsaidia kwa kila mfanyakazi katika taasisi yake, lakini pia wachezaji wenyewe nao wanahitaji profile yao. Atakapotoka Simba Sports, akienda sehemu nyingine, anacheza national team, ana timu imempeleka sehemu fulani, yani ile profile yake inakaa vizuri. Hata wao ndio maana alikuwa, kila ukimwongea na mchezaji akwambia, hii tunavuka. Wachezaji wenyewe wanakwambia hii tunavuka na sisi tumesema hii tunavuka, na ndio maana penati ya mwisho amepewa mtu mwenye jezi namba kumi na mbili. Yani amewakilisha washangiliaji, wanasema wachezaji namba kumi na mbili wanaambia wale wale we hivi tunavyozungumza mm, wamepigiwa simu ya sisi tumefuzu mm, walilala kule jana walitakiwa ndo warudi waje kumaliza shughuli yao, walilala wametapeliwa, wametapeliwa, mganga kawadanganya. Mimi mm. na Hassan Dalali huku mm. na wazee wa Simba mm, u mdanganyi unaenda Mafia, mafia na sisi tuna wazee mafia, sisi tuna vijana na wote wanaipenda Simba na taifa hili kwa ujumla. Kwa hiyo wale walioenda Mafia wameenda Inawezekana hapo kwa na na uwapo, na ndugu zetu labda ndo mafia walipoenda kufuatilia jambo la malengo yao, ni wapo wapi katika kombe la shirikisho. Maana ameshafika tu nusu finali finali kwanza, si nishafika nusu, malengo finali kwanza, nataka finali eh. Yaani nilipokuwa kwenye makundi nilikuwa nataka robo, nilipoingia robo nataka nusu mm, nimeingia nusu nataka finali mm, nikiingia finali ukiniojitena, nakwambia nataka ninachokigombea Kabu ndo siku ya mwisho itakuwa na kwa wamejifunza kwangu. tisini na tatu, mii nimecheza finali mm. kwa marehemu Mkapa mm. tisini na tatu nimecheza finali mm. Mm. mimi hapa mm. kwao wao wamejifunza kwangu mm. nataka niwafundishe tena, narudi nalo mm. ndio hicho ninachokwambia, narudi nalo. Mmefuzu kwa Simba. Unaambia nini Young Africans ambao walikuwa wanasema Simba Sports Club hawezi kufuzu kwenda nusu fainali kombe la shirikisho bana? Ah, neno langu tu kwanza mimi nimeshukuru wawepo hmm. ili waone mafanikio na bahati nzuri Mungu kawaweka kama sikio nilivyokuambia. Hmm. Mimi watakavyokuwepo Yanga huwa najisikia raha kwa sababu kuna chachu zao wanazozitoa huwa mimi ndio zinanisukuma nifuzu hmm. na nimefuzu. Hmm. Wao kuwepo wameona na nawaomba wawepo ili waone wawepo ili waone nilichokikusudia. Mimi naita kombe kwa mama Samia, ndio hisabu yangu kubwa, sio kutangaza tuna medali, medali. Mimi nataka nilete kombe nimkabidhi rais. Hivi kama jana goli milioni kumi ile mama katoa 20 milioni bado kuna watu wamejitolea, wa nisimletee kombe? nataka nimletee nini, na kundi langu limewaonyesha ugumu wake. Tumefuzu timu hizo <coughs> e, mimi na yule niliomaliza naye apa niongoze kundi, tumefuzu. nimefuzu mimi na yeye Imani, berikane, mm. Na ando pokuja, ando na imani kumtoa berekani tunacheza tena fainali wenyewe. Sasa Konstantin si anapajua kwa marehemu Mkapa hapa, na anapokuja ndo anapakuta kumenoga. Sasa eh, ndo ndonachukulia kombe hapa. Asante kwa iti.